sahau ku subscribe ku share na ku like. Mashine hii sisi hatuna, watoto wanahangaika, tuna kodi kutoka mbili tumekodi mpaka hatakia kutukodisha kwa yes. Hivyo hali hiyo ni mwandikia Mheshimiwa rais kumwomba atusaidie mashine hii inuliwe. Mheshimiwa Rais hakutaakhari hapo hapo, alitoa amri mashine nuliwe hii. Mashine hii gharama yake milioni sabini na tano. Kwa hivyo nashukuru sana. Kuiweka ndogo, lakini bei yake kubwa, na kazi yake nzito, na kazi yake muhimu. Kwa hivyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kusaidia mashine hii. Tunapenda kuishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mazrui kwa jitihada kubwa kufanikisha kifaa hichi kupatikana ABSK eh, kwa ajili ya upimaji wa lenzi kwa especially kwa watoto. Na tunakuahidi mheshimiwa, kifaa hichi tutakitumia ipasavyo na kuhakikisha tunakitunza, kwani tunajua thamani ya hivi vitu, vifaa vya macho ni ghali sana. Kwa hiyo tunakuahidi kama tutakitumia ipasavyo ili kuondoa huu upofu usio wa lazima hasa katika hu, umri huu mdogo.